Jambo la tano litakalokuwezesha wewe kuingia kwenye geti la mbinguni, ni lazima uwe muombaji na wewe uwe na uwezo wa kumsifu Mungu. Lazima uwe mwana maombi na lazima ujue namna ya kumpa Mungu utukufu. Haleluya! Lazima uwe mwana maombi. Kama sio mwana maombi wewe huwa huombi, huwezi yaani, uwe mkavu kabisa, alafu umekufa pa, unasema Mungu nataka niingie hapo? Nakwambia humu wanaoingia sio wanyonge, wanaoingia humu wote wametimiza vigezo. Hakuna kinyonge kitakachoingia mbinguni. Utaanza sasa kuulizwa maswali. Ulikuwa unaomba? Unabaki ah, kuomba, nilikuwa naomba mara chache chache sana. Anasema wanaoingia huku lazima wao wamefikisha level fulani katika kuomba. Ulikuwa unasoma neno? Ah, neno, nilikuwa nasoma siku moja moja. Nakwambia hamna, wanaoingia huku wanatakiwa wao wamefikia level fulani ya kusoma neno. Ulibatizwa? Eh, nilibatizwa oja tuangalia hapa ubatizo wa mbinguni ambao Mungu ameukusudia. Wakiangalia pale wanakukuta wewe ulibatizwa ubatizo kwenye kisima. Wewe uliamini kwa sababu si uliona watu wanafulika mapepo kwenye kisima, wanabatizwa watu kwenye kisima, unaona watu a, a, a, a. wanafurika mapepo uh, uh, uh, uh. unasema sio, ubatizo ulikuwa na nguvu ule. Kwa nini uliamini? Kwa sababu ya yale mapepo kuona watu wanalipuka mapepo, kumbe ujui uongo wa shetani. Shetani ni muongo kweli kweli, anaweza akayatumia mapepo kuwadanganya watu, kuonyesha hapa pana nguvu za Mungu. We unaenda kuuzika utu wa kale, unainuka na Yesu Kristo. Pepo anatokaje? Anakujaje? Umeinuka na Yesu. Mtu anabatizwa pa, akiinuka analipuka mapepo pepo ametoka wapi? Na wewe umeinuka na Yesu. Hivi kwani uinuke na Yesu alafu pepo afurike? Lazima tu vitafakari hivi vitu. Shetani ni mwongo, ila uongo wake ni wa akili. Unaulizwa ulimkiri Yesu, hapana. Sasa unaingiaje? Kwa hiyo lazima uwe na vigezo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. kwa hiyo jambo la tano, lazima uwe mwombaji. Kama sio mwombaji, basi ujue kuna vitu